Nam mtazamaji wa Trend TV, bwana Ommy Dimpoz, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri hapa Tanzania, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao wana E, wana influence kubwa e, na hivi karibuni tu alikuwa na trend hususan kuhusiana na hususa ile sakata lake yeye na GSM, ambapo inasemekana kwamba Ommy Dimpoz bwana ameingia katika mtafaruku, ugomvi na tajiri yake GSM, ambapo watu wengi sana wamemhurumia kutokana na kwamba alikuwa katika, alikuwa katika nafasi nzuri sana ya kimaisha kutokana na kwamba alikuwa anafanya kazi na kampuni ya Galibwa eh, Said Muhammad au GSM. So baada ya Ommy Dimpoz baada ya baada ya hizo eh, fununu kusambaa kwamba amefukuzwa kazi pale GSM na mambo mengine kibao, ni kwamba Omi alikuwa yuko kimya kidogo, alikuwa haonekani live, alikuwa tu anaonekana katika, alikuwa na post tu baadhi, alikuwa anaweka baadhi ya posti katika kurasa zake za mitandao ya kijamii, lakini tunakumbuka kwamba usiku wa juzi alionekana kwa mara ya kwanza akiwa yuko na Harmonize katika party ya Harmonize ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la final party kuhusiana na ngoma ya Konde Boy, lakini this time around ni kwamba atakuwepo pia. Imeshawekwa wazi kwamba atakuwepo katika hii Royal Wedding. E, hii ni Royal Wedding ya Jux na Priscilla ambayo inasemekana kwamba hii ni ndoa ambayo inafanyika tena kule upande wa Nigeria. Kwa hiyo kama ulidhania kwamba ndoa ya Jux na Priscilla imeishia hapa hapa Bongo, ni kwamba ndo kwanza mambo kama yanaanza na ndoa hiyo inaenda tena kufanyika Nigeria, lakini kitu ambacho kimekuja kuwafurahisha watu wengi zaidi ni ni hii inshu ya kwamba Ommy Dimpoz naye pia atakuwepo katika hiyo ndoa ya Juksi Nigeria. So Ommy ameconfirm hilo na atakapomsikilize. Yo, yo. Na mm -hmm. yeah.

Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ni siku chache tu zimebaki kabla ya sherehe hiyo ya harusi huko Nigeria, ambapo Jux tena kwa mara nyingine anafanya sherehe huko Nigeria this time around baada ya kufanya hivyo hapa Tanzania. Kwa hiyo kuna peji hapa zimekuja kuripoti wakiwa anaandika kwamba Jux na Ommy Dimpoz wako tayari kwa ajili ya the Royal Africa Royal Wedding huko Nigeria, ambayo inafanyika kati ya Jux na Priscilla.